Wapenzi, mimi ni Best Canot natokea mu in power community na siku ya leo nimekuja kumtembelea ambaye yuko charge na marketing e evenement mu in power. Na leo nimekuja hapa tu tuongelee kuhusu eh, hii kitu ambacho kitafanyika le 5 janvier 2026 ambayo inaitwa GDPP the greatest day of powerful people in Kiingereza na Mfaransa wanasema eh, grand journee de personnes puissantes na leo nilikuja hapa tujue mengi zaidi kuhusu DC vitu vinapangiwa na najua vizuri ndio vinapangiwa. Karibu sana ndugu Patrice, vipi hali ndugu yangu? Asalama bro, uko salama? Ya, yeah, uko salama eh. Nilikuja hapa ofisi yako, na ndio ofisi iko sawa, na nilikuja hapa tupige story kidogo juu ya hii siku. Najua na huko charge na hii vitu hapa hivi, donc marketing na evenement, na nikuja hapa juu watu wapate kujua vingi zaidi usikana na ile siku, karibu sana. Siku itakuwaje itakuwa fasi gani? Donc unaweza kutuambia, so karibu sana ndugu best canot. Kama jinsi ulivyosema, mimi naitwa Patrice Wedi, niko sharge wa marketing na evenma mu community ya Unipower, na kama jinsi unapendelea kuonyesha watu kwa hii journée inaandaliwaje, nataka ni waajibu. Hii journee ni journee yaikonome, journee de personne puissante, make ni siku ya watu wenye nguvu nyingi sana yeah, yeah. Sasa hii journee inaandaliwa na komunote Unipower kila mwaka le 5 janvier, make ikifika le 5 janvier haijalishi ni siku gani, Unipower inaorganize hiyo siku kwa sababu ya wanamemba wake na wasiokuwa wanamemba wa Unipower wote wanakaribisha kwa siku hiyo. Hiyo siku kuna vitu ambavyo tunaviandaa, ijapo mmoja wapo tunaandaa ni teme, teme ya entrepreneuria ambao wanafundisha wanafundisha watu jinsi ya ku jidevelope, na hii turu hii turu tumechagua teme ambayo inasema: construire un mental solide et un entourage stratégique pour atteindre l'excellence. Hii iteme itaongea sababu ya kugisa kutengeneza mind sense, ndio kwa Kiingereza wanazua kusema yeah. mind sense, na gisa kujenga make kujia ture na watu kuzungukwa yeah. na watu ambao wana mind sense ya, ya wa millionaire zaidi yako. Ndio maana tunaambia watu wakaribie siku hii, siku yao haitapita na aita kufa bure, sababu ni siku moja ya muhimu sana. Mukomunate ya Unipower ba membre vote ba Unipower na ba membre wenye yeah, viko ba Unipower wata benefise bitu ambayo ni vingi vingi sana yeah, zaidi eh. Asante sana. <coughs> naona itakuwa ni siku nzuri sanatzuri sana kataauue na, <laughs> <laughs> yeah, sana. Itakuwa, itakuwa sana. Eh, plus ne tafanyika hii event kama imeandikwa kwenye magazeti tofauti tofauti yeah. Hii event itafanyika Mbujumbura, pale ku Premier Avenue ya Buyenzi, yeah. Ni hoteli inaitwa Ebenezer Palace. Maaktivite zetu zitaanza 14 h e ikifika 18 h ni muda ambao tutaachana, tunaenda tuna enjoy kidogo, sababu yeah. ni journee wa watu ambao ni wako pisant Alors, ni hii siku njo tunakuwa na celebre anniversaire ya communauté yetu Unipower asa. Ile mm -hmm, mida ya 18 ni itakuwa muda ya celebration ndio itaanza. Mm -hmm. Tuna celebre anniversaire ya Unipower, tunashangilia pamoja kwa hii communauté yetu ambayo imeumbwa na kijana kijana mpambanaji Samuel Swedi Jackson yeah. Mm -hmm. Big up, kwake sababu ni kijana ambaye ana ma ambition na jeunesse africaine kwa hiyo ukitaka kujiunga nasi unakaribia, na bei ni kama nafu ili uingie. mm -hmm. bei ni bei ya nyanya mm -hmm. ni 35000 faranga, 35000 faranga donc unaweza kusema mu madolari. ah. ah. oh, yeah. oh. mu dola kwa sasa haiko, haiko rahisi no. Imagine, tu imagine, tu inaweza kuwa hivi.